Hii ni kwa sababu zaidi ya muongo mmoja uliopita, nikiwa nafanya kazi ya kujitolea katika kigoda cha Mwalimu Nyerere juu ya umajumui wa Afrika, yuko bwana mmoja aliniita katika moja ya migahawa ya jiji la Dar es Salaam. Bwana huyo alinipa mawazo yake kwamba kwa kadiri anavyonifahamu, anadhani ninaweza kutoa mchango fulani kwenye jamii iwapo nitajiunga na siasa ya vyama vya siasa. Nikiri kwamba nilimkatalia kwa sababu zangu binafsi, lakini baadaye, kutokana na bidii yake juu ya jambo hili na kutokana na tafakuri yangu ya binafsi, niliamua kumkubalia, na bwana huyo ndiye ambaye leo wizara yake imeandaa mipango tutaijadili hapa sambamba, sambamba na yeah, ile ya Wizara ya Fedha. Bwana huyo ni Profesa Kitila Alexander Mkumbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasimama hapa kwa kujiamini sana kwamba licha ya utofauti wetu wa kiitikadi Profesa Kitila Mkumbo hatarajii hata kidogo kwamba mimi nitasimama mbele ya kamati hii nikajikita kumsifia peke yake, lakini ninafahamu kwamba profesa atafadhaika iwapo mimi nitajikita katika kuonyesha changamoto bila kuonyesha majawabu. Mheshimiwa mwenyekiti, hiyo ndiyo siasa ninayoifahamu, hiyo ndiyo siasa ninayoitamani, hiyo ndiyo siasa ninayoiota. Siasa ya kupingana kwa hoja bila kugombana, siasa ya kupishana bila kuumizana, siasa ambayo ninaamini siku moja, siku isiyo ya mbali, siasa ya namna hiyo itakita mizizi tena katika duru la kisiasa la nchi yetu, ili kwa pamoja tuweze kutoa mchango wetu wa kuijenga nchi yetu.